Nyumbani, kushoto, kushoto, kulia, kushoto, kulia, kushoto. Kigoma, niwaambie kitu, wambie ni kitu. Niambie kitu, iwambie ni siwaambie, katika maisha kinachohitajika akili kinahitajika kuna kitu kinaitwa akili ya kuleta matokeo. Sema akili ya kuleta matokeo. Nataka niambie kitu kimoja wanangu. Mimi mnaoniona hapa, sina digrii yoyote, ila akili ya kuleta matokeo. Unaambii kitu, akili ya kuleta matokeo. Uniambie kitu, ukisema kufanikisha, ukisema kuleta maendeleo, unaambii kitu. Nataka nikutie moyo na wewe Asikunyanyase mtu kwa digrii yake, asikunyanyase mtu kwa stashahada yake. Kinachotakiwa ni akili ya kuleta maendeleo. Babalevo ana akili ya kuleta matokeo ya maendeleo. Chuma nisikia vizuri, wote tunajua historia ya ndugu yetu Babalevo na kingine labda niwambia ukweli kabisa licha kwamba Baba Levo ni ndugu yangu familia, Mwanakigoma, lakini kama asingekuwa na nia kuleta maendeleo, nisingekuja. Siwanangala nisingefanyaje? Hata mimi nitawambia ukweli, Baba Levo kila mkikaa kwa siku akiongea maneno manne, akiongea maneno matatu na nne, Kigoma. Kila dakika Kigoma Kigoma Kigoma Kigoma Kigoma Kigoma. Uchungu aliokuwa nao Babalevo na Kigoma sijawahi kuona, kwa fact na ukweli kabisa, yaani Baba Levo anapozungumzia na kuipigania Kigoma ni kama sijui anazungumzia ni moyo wake, ivis, unanielewa, ngikwambia hivyo, tunataka sasa Kigoma mimi ni nyumbani kwetu, natakia umuelewe, si unanielewa? Yani huku ni nyumbani kwetu, kwa hiyo na mimi nataka nyumbani kwetu maendeleo yaongezeke zaidi, na ile maendeleo yaje, yanamtaka mtu mwenye uchungu zaidi. Huyo Baba Levo ana uchungu na Kigoma zaidi. Ndio maana akashapitia matatizo mengi kwa sababu ya Kigoma, wote tunajua ashaenda mpaka jela huyu. Uongo kweli? Kwa kuwapigania wana wa Kigoma. Sasa kama unakumbuka kipindi kile alipokuwa tu diwani aliyafanya yale, je, leo akiwa mbunge atafanya nini? Si unanielewa? Si unanielewa?